Namba ngapi? Naweza kunyonyea kinembe na nikuwe na kidole na kunyonya hiyo kinembe, kunyonya kinembe kwanza unachukua hiyo kinembe, unacheza nako kwanza, unacheza nako, unafanya ni kama unakavuruta, unakavuruta, unakavuruta, alafu unakanyonya, unakanyonya, unakanyonya, unafanya ni kama unakasugua tena na ulimi, na ulimi, na ulimi, na ulimi, na ulimi, na ulimi. Unaweza kojoa hata mara sita. Nitakukojolesha na kidole yangu na nikukojolesha na ulimi yangu, nitakusugua na ulimi, nikusugue na ulimi, nikusugue na ulimi na nikusugue na kidole na nikusugue na kidole na nikusugue na kidole na nikishike hiyo kinembe yako na ulimi ni sugue kama nimeshika hivi na isugua na ulimi na isugua na ulimi kisha na inyonya na inyonya na inyonya na inyonya kisha naingiza ulimi ndani, nikiingiza ulimi ndani. Na isugua na ulimi na isugua na ulimi kisha nachukua kidole naingiza nasugua hapo kwa mdomo kwa mdomo kwa mdomo kwa mdomo kwa mdomo kwa mdomo kwa mdomo kwa mdomo kisha naingiza kidole tena ndani kidogo na squeeze hapo juu na squeeze hapo juu na squeeze hapo juu, nashika uto tumeno, nashika mali mautamu mautamu mautamu, iko kuna mali hapo mautamu huwa zinajificha, na iziguzaguza. Nikisha ziguzaguza, tena narudisha ulimi na inyonya na inyonya na inyonya na inyonya na inyonya na inyonya na inyonya na inyonya na inyonya. Kazi ya kinembe ni kumwaga, kumwaga zile ma, mautamu. Ukimwaga tu mara ya kwanza, mi namezanga hizo vitu, zinakwanga tamu kwanza. Hizo vitu ni tamu sana. Hakuna kitu yenye si tamu kwa demu kila kitu ni tamu kwa dem. Hata maafya yake ni tamu, mnyambo ya dem ni tamu, kila kitu nakwanga tamu kwa dem. Hakuna dem dem hata kinyamba unafikia ni marashi. Mimi nanyonyanga kinembe mbaya sana, nanyonya na ulimi na tamba <coughs> na mdomo, na kwanza kabla ni kunyonye na kwanga nimetibu hiyo kinembe yako kwanza, kabla ni kunyonye siwezi nyonya hiyo kinembe yako kabla sijaitibu. Lazima nitibu kwanza ndio nianze kuinyonya, na nitakunyonyea ukinemba, ile design nyingine hujawahi nyonywa. Kini style za mdomo, naweza kukojolesha, naweza kukojolesha hata mara sita kitoka. Utakuwa umekojoa kukojoa, nitakuwa nimekusugua kusugua kusugua. Ukimwaga sitemangi mimi, nazinyonyanga ndio at least ziingie kwa mwili yangu wakuna yeah. Mimi yangu inaweza ingia pale nipate at least kako kama mafuta ka demu, sa inabidi ngi mimi ninyonye hiyo kitu, ndio nikishanyonya demu akimwaga mimi na meza, ndio at least <laughs> nipate at least hata nika protein za demu.